Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Mwanamke mmoja kutoka Florida, Marekani amekamatwa baada ya kudaiwa kujihusisha na biashara ya mifupa ya binadamu mtandaoni, ikiwemo vipande vya fuvu na mbavu kupitia Facebook Marketplace. Kulingana na mamlaka, Kimbelaskopa mwenye umri wa miaka 52 anakabiliwa na mashtaka yanayohusiana na uuzaji na ununuzi haramu wa tishu za binadamu. Polisi wanasema aliendesha biashara hiyo kwa kujua, akinunua na kuuza mifupa kupitia biashara yake iitwayo Wicked Wonderland iliyopo Orange City, Florida, kwa mujibu wa ripoti ya Fox 35 Orlando. Skopa alikamatwa na baadaye kuachiliwa kwa dhamana ya dola 7500 sawa na milioni 10, kutoka gereza la kaunti ya Volusia mnamo Aprili 11. Uchunguzi ulianza Disemba 21 mwaka 2023, baada ya polisi wa Orange City kupokea taarifa ya siri kuhusu uuzaji wa mifupa ya binadamu kupitia ukurasa wa Facebook wa biashara moja ya eneo hilo. Mtoa taarifa aliwapatia maafisa picha zilizoonyesha mifupa ikiwa imetangazwa kuuzwa katika wasifu wa biashara hiyo. Picha hiyo ilitambuliwa kama Wicked Wonderland iliyoko North Volosia Avenue eneo la Orange City. Ukaguzi wa tovuti ya duka hilo ulifichua kuwa kulikuwa na mabaki mbalimbali ya miili ya binadamu yaliyokuwa yanauzwa. Baadhi ya vitu vilivyotajwa ni vipande viwili vya fuvu la binadamu, mfupa wa bega, mbavu, pingili ya uti wa mgongo na sehemu ya fuvu. Polisi walikusanya mabaki hayo na kuyapeleka kwa daktari wa uchunguzi kwa uchambuzi zaidi. Wakati wa ziara katika duka hilo, polisi walizungumza na mmoja wa wamiliki ambaye alidai kuwa biashara hiyo imekuwa ikiuza mifupa ya binadamu kwa miaka mingi na hakuwa anafahamu kuwa uzaji huo ulikuwa haramu katika jimbo la Florida. Alithibitisha kuwa duka hilo lilikuwa na vipande kadhaa vya mifupa ya binadamu vyote, vilinunuliwa kutoka kwa wauzaji binafsi na alitaja kuwa ana nyaraka za miamala hiyo, lakini hakuweza kuziwasilisha wakati huo. Alieleza mifupa hiyo kuwa ni mabaki halisi ya binadamu ilisema hati ya kukamatwa. Kwa mujibu wa Fox 35 Orlando, Skopa alisisitiza kuwa mifupa hiyo ilikuwa na modeli za kielimu na aliamini kuwa inaruhusiwa kuuzwa kisheria chini ya sheria za jimbo hilo. Wataalamu waliokuwa wakichunguza mabaki hayo walithibitisha kuwa baadhi ya mifupa hiyo huenda ilitokana na vyanzo vya kihistoria. Kipande kimoja cha fuvu kilikadiriwa kuwa na zaidi ya miaka mia moja huku mfupa mwingine ukionyesha dalili za kuwa na zaidi ya miaka mia tano.